Baada ya video ile ambayo o inasambaa katika mitandao ya kijamii na hasa pale Harmonize alivyoweza kumkumbatia kum, Kajala, ilikuwa ni moment ambayo kiukweli wengi wanaonekana eh, kuipenda sana. Sasa kutokana na hayo yote, imeonekana kuendelea katika mitandao ya kijamii ambapo tunaona Kajala pamoja na Harmonize walikuwa nahusishwa kimapenzi, afu mwishowe wakaja kumwagana vibaya sana. Kiukweli ilikuwa ni moment ambayo kiukweli iliweza kumfanya Harmonize kuingia katika studio na kuweza kutengeneza ngoma ya single again. Maneno mengi sana yanaweza kutokea. Sasa baada ya Harmonize kwenda katika viwanja na kuweza kukutana na na Kajala na kumkumbatia, inaelezwa kabisa kwamba ilikuwa haijatarajiwa kwa Kajala kumwona Harmonize pale na pia kunyanyuka kwa kumkumbatia ilionekana kabisa ni kwamba yeye kama ni mkela au inamkata fulani kwa sababu alikuwa hajatarajia. Sasa nakuletea eh, vitu ambavyo ameweza kuposti Kajala. Watu inabidi waelewe ni kitu gani ambacho Kajala anamaanisha na wasije wakadhani kwamba inaweza katokea akaweza kurudia na Harmonize. Sasa nakusomea akaposti posti ya kwanza, aliweza kuposti posti zaidi ya sita. Ya kwanza akaandika hivi ukibaguliwa, baguka eh, jitenge maana yake ni kwamba anaonekana kuposti ujumbe huu kwamba hataki kuwa karibu na Harmonize. Kama amembagua basi akae pembeni, hatakiwi kabisa katika maisha ya Kajara, yaani Harmonize hatakiwi kabisa kwao. Akibaguliwa inabidi abaguke, ajitengi akae mbali. Hizo posti Kajara. Ya pili akaandika Uh, ujumbe fulani hivi ambao umetoka katika, uh, peji ya Yada Awaken ambapo akaandika, if he is not paying your bills, that not, that not your man, uh, you are still single, date them all, may the best provider win. Maana yake ni kwamba ikitokea, uh, kama mwanamke yeye ikatokea uh, uh, mwanaume wake ha pay bill, yani alipi zile zile basic need na vitu kama hivyo huyo so, sio mwanaume wako, kuona bidi single, e, udeti ude, na wanaume mpaka upate ambaye e, anaweza ku, ku, kufikia vitu ambavyo anavitaka. Sasa nikukumbusha na kurudisha nyuma kidogo, kumbuka kumbuka, Harmonize anaweza kumnunulia e, Kajala ile range na vitu vingi sana. Sasa sijui ujumbe huu pengine anaulenga na, na, kwa Harmonize kwa nia gani, lakini anasembaa kwamba Harmonize hawezi e, kulipa bili yake. Kwa hiyo hawezi kuwa mwanaume wake. Alafu Kalma akaposti ujumbe mwingine ambao wanaenda kwa jina la karma, kwamba kile unachokifanya kinaweza kukurudia. Hapa kaandika everything you do comes back to you, kwamba kile unachokifanya kinaweza kurudia, kwa kwa mazuri ama kwa mabaya. Kwa hiyo ukitenda wema basi wema utakurudia. Afu kaposti video nyingine, uh, picha, uh, posti nyingine akaandika you can't be in a relationship and still make other woman feel like they have chance with you kwamba huwezi kuwa na mahusiano lakini pia wakawafanya wanawake wengine e, kuwa na wewe. Unaona hivi ni vijembe anatumiwa Harmonize bana ni yani, vijembe kabisa. Naomba ni viweke wazi hivi ni vijembe, ehe. Lakini pia akaandika uh, ujumbe wa Tyler Perry eh, ambapo aliandikaga uh, kwamba when it's over, leave. Don't continue watering a dead flower. Yani unajua kama imeisha imeisha, ondoka, uwezi kumwagilia huu ambalo tayari lishakufa. Alafu akaposti posti nyingine ya uh, mchungaji Kimaro ambaye uh, aliandika ukiachwa achika na umtakie heri mwenzako au sio? Yaani ukiachwa achika na umtakie heri mwenzako. Alafu ya mwisho kabisa kaandika never disrespect a girl who was there for you when she had every reason not to be. Kwamba usi mzarau mwanamke ambaye yupo kwa ajili yako kwa sababu ana sababu pia ya kutu kuwepo au kuwa katika mahusiano yako. Wewe una maoni gani kuhusiana na haya maneno ya Kajala kwenda kwa Harmonize uh, kwenye suala zima la kumsogelea na kumkumbatia? Je, unahisi anaandika vijembe hivi kwa ajili ya kumfanya Harmonize afahamu kabisa kwamba hataki kuwa pamoja naye? Lakini uh, kwa ninavyofahamu mimi ni kwamba kama mtu E, ameshamfuta katika moyo wake na imani kabisa. Pengine uh, hii ni moja ya nadhani pengine ya maneno ambayo yamekuwa yakimtoka mtu ambaye kiukweli anatamani siku moja awe na mahusiano na pengine na mwenza wake kwao. Pengine yanaweza kawa kweli ama si kweli. Dondosha mwanao kisha na subscribe, share, like na comment.